Hello guys, karibu tena katika YouTube channel yetu. Basi leo tunaenda kujifunza jinsi ya kubana mkia wa farasi. Kama ni mara yako ya kwa kwanza kukutana na, na video hii, usisahau kubonyeza alama subscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zetu pindi tu tunapozirusha. Basi hatua ya, ya kwanza ni utaenda kubana kama hivyo alafu utachukua rasta yako, utaigawa kati kwa kati, kwa kwa kuishika kwa kutumia mkono wako wa kushoto, alafu utachukua uzi, utaanza kufunga kama hivi tunavyoona hapo, maana ukishashika rasta yako na mkono wa kushoto utaingiza uzi wako afu utaanza kufunga kama hivi. Maana yake unavyofunga hapa, hakikisha unakaza vizuri, ili mteja wako anapoondoka nywele yake isiweze kupeperushwa na upepo, hata kama akiwa kwenye usafiri au anatembea sehemu yenye upepo, nywele yako iweze kukaa stable. Na kwa leo wanaopenda mafunzo ya ana kwa ana tunawakaribisha sana darasani kwetu. Tunapatikana Pugukona, Kimara mwisho, Mbagala pamoja na Kigamboni Ferry. Karibu sana darasani ujipatie mafunzo au unaweza kupigia kwa namba za simu 0750 27 27 54. Mwisho, madarasa yetu ni kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, muda ni saa tatu mpaka saa tisa jioni. Basi baada ya kufunga hapo ile nywele iliyoko mbele unairudisha nyuma. Afu utachukua chanuo lako utaenda utaichana vizuri kabisa, maana hii inasaidia nywele yako iweze kunyooka na iweke muonekano mzuri, nywele siweze kukunjamana kunjamana kama hivi. Tunaichana vizuri. Baada ya kuichana, tutachukua kitana kidogo afu tutagawanya nywele yako, utatoa kipande kidogo. Hii ni kwa ajili ya kufunga hapo chini. Baada ya kutumia uzi, tunafunga kwa kutumia nywele ili tuweze kupata muonekano mzuri zaidi kwenye mbano wetu huu wa mkia wa farasi. Na kukumbusha, usisahau kubonyeza alama subscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zetu pindi tu tunapozirusha. Kwa hiyo baada ya hapo, kile nywele ndogo iliyokuwepo imebaki, utaifunika na rasta kama hivyo. Afu utachukua ile rasta yako ilegawa pembeni, utafunga kama hivi. Tunavyoendelea kufunga hapa, hakikisha unafanya kwa vitendo pindi unavyoangalia video hii, ili usiweze kusahau maanake ukiangalia, usipofanyia mazoezi itakuwa rahisi sana kusahau, lakini inabidi unaangalia huku unafanya mazoezi. Kwa utazungusha tu kupanda juu kwa kiasi, kwa kiasi unachohitaji wewe, kama hapo unaweza kusema ni limit, ni sawa. Utafunga alafu utaendelea na mbano wako. Kwa baada ya kufunga kama hivyo, hii nywele ya chini tunaweza tukaikata au tukaiacha hivyo hivyo kulingana na matakwa ya mteja, lakini hii ndio inakuwa final touch ya mbano wetu wa mkia wa farasi. Karibuni sana kujifunza. Tunapatikana Pugu Kona, Kimara Mwisho, Mbagala Rangi Tatu na Kigamboni Ferry.